Tuko na mila na desturi na, na kila kabila wako na mila zao, mm -hmm. Sasa utakuja kupata kwamba kuna kabila fulani ambao hawatazingatii hayo yote ambazo watu wanatoa mahari na nini, lakini katika mila zingine, kabila zingine utakupata kwamba mila yao ilitungwa na wazee wakasema wow, iwe hivi na ifuatwe ifuat hivyo Kabili. Kwa mfano jinsi alivyosema mama ndi, ndiyo eh, ni ukweli mm -hmm. Sasa ukija katika ukija kwetu sasa, utakuja kupata ya kwamba kabla umuoe msichana uh -huh. kuna kuna mali uh -huh. unatoa ambayo inamaanisha kwamba umekubali, uh -huh. ya kwamba mimi nitamu, nitamu, nitamuoa uh huyu msichana nimekubali, uh -huh. na wakati unapeleka hiyo hiyo, um, mali uh -huh kwenda kuona kujua boma kujuana na wao, hiyo sio mahari hiyo. mm -hmm. ni mali avosema ya mama mm -hmm. ya kwenda, umeenda kujua boma na kujuana na watu wa kwao, na umekubali ya kwamba mimi nitaoa huyu binti wenyu mm -hmm. wakati utarudi sasa, ndio munapanga siku ya kupereka mahari mm -hmm. unaona, sasa wakati ambapo unapeleka mahari sasa, ambapo wewe unasema kwamba hii mahari tunaleta, ilikuwa lazima upereke ng'ombe mm -hmm kama ni ng'ombe, ng'ombe yaani, upeleke wanyama ambao wanatembea kwa miguu, ng'ombe na si kondoo, ng'ombe na mbuzi Aha. wawili wawili ikiwezekana yaani in, in pairs watatu watatu wanne wanne kumi kumi ishirini hivyo hivyo, unaona. Na sasa ukishapeleka kule, kuna sheria waliotoa wazee ya kwamba huyu msichana wakati mtatalikiana, mwachane, huyu msichana hakuna mwanaume mwingine atamuoa tena, wapokee mali mahari yao. Mhm. Mm, sasa Sala, wewe kama mwanaume ambaye umeoa umeo, ulipeleka mahari mm -hmm. uko na una radhi ya kuenda kuchukua mahari kwa kina huyu msichana ili mfungulie mahali ataenda aolewe tena, na ikiwa, oh. hautachukua mahari, hata akifa wewe tutamzika, mm ndio sasa Akaki, utanipata wapi? Kama, mulisha, kama tulipeana talaka miaka ishirini iliyopita mimi nimekufa, baada ya miaka hamsini, muna haki ya kwenda kudai mwili ya huyo mke. Ni wenyu huyo, marehemu ni wenyu, sababu mm -hmm. mahari mulipereka mm -hmm. na unajua waswahili wanasema kwa kina mke kwa mm -hmm. kina mke mali, ni ma, si mahali, mahali ambapo ata, mm -hmm. atazikwa mm -hmm. sasa wakati ambapo mmepereka mahari hiyo ni ishara tosha ya kwamba huyu ni wetu, liwe liwalo hata kama atapewa talaka. Kama atapewa talaka bado ni wenyu. Sasa ilikuwa ya kwamba wakati mnatalikiana hakikisha mm-hmm. ya kwamba basi tumeachana na wazee walikuwa naona kwamba umeleta ma, ngombe ngapi, wanaandika chini. Si pesa wata, utarudishiwa. Yeah. Sio zile mlikuja kuona kwamba umeletea mama kanga, umeleta nini to ah hizo ah, amrudishiwi. Am, Mnazorudishiwa mm-hmm. ni ngombe, wanahesabu kwa ngombe. Yeah. Muleta ngombe ngapi? Hata ukileta pesa lori, lori mzima, hawatahesabu. Lazima upeleke ngombe inayotembea kwa miguu.